Yani chanzo kabisa cha matatizo yote hayo ni mambo ya uchaguzi ya, yani ya, ya wenyekiti wa vitongoji. Kwa hiyo ugomvi ndio ulianzia hapo. Mwenyekiti wa zamani ambaye kwana alikuwa madarakani hawakumpa kampani, kwa hiyo yeye akachukia, ukaanza uhasama tangu hapo na muda huo alikuwa bado ni balozi anatambulika kwenye eneo. Baada ya hapo mwenyekiti akaanza kumtafuta kumshusha asamvurisha ubalozi, wakaparangana kuvulishana kwenye ubalozi. Alikuwa na uomba samuhuri wa ubalozi mwenyekiti wa kitongoji wa zamani, ila ambaye alisongwa sana ni huyu mme wangu sasa, mwenye mwenye ishirini na thelathini na sita, ile ndo walimsonga sana, wakiwa kwenye mambo ya starehe zao huko, wanaanza kutafutana huko, mara wanakabana mara wanatishiana maisha. Maisha yakaendelea hayakukomea tu hapo tena majungu yakaendelea kaendelea tu, yaani ya kumtaka amvulishe tu ubarozi tu, yaani ikabidi tena mpaka na mtendaji tena akaliingilia hilo, akawa amerudishwa tena muhuri. Ila sasa mbaya zaidi, mwenyekiti wa kitongoji ambaye ni Jonasani Kazungu hamtaki kufanya naye kazi ofisi moja. Jonasani Kazungu huyo huyo naye ameteua balozi wake na akampelekea muhuri, kwa hiyo ubarozi huu kuna mihuri miwili. Basi hiyo siku ya mkutano akaitisha mkutano wakaja kuuvuruga. Jona hasa Nikazungu akatuma watu wake, kamati ya maafa ya Nzengo, maana ndo anaoshirikiana nayo sana mara nyingi, wakaja kuvuruga mkutano. Basi ndo katokea ugomvi, kuvutanavutana hapa, kukabana mashati, ila hakuna mtu aliyezurika, wakauahirisha hivyo mkutano. Kwa hiyo walipowalisha wa mkutano, ikabidi tena imetengenezwa tena filigisi tena ya kwamba huyu mwanaume huyu ambaye ameitisha mkutano akatuma watu wake kuja kuvuruga huo mkutano. Baada ya hapo, mkutano ulivurugika, watu wakasamba, hawakujadili hawaku yoyote. Yale waliposambaa hivyo watu, baadaye jioni yake wakaanza tena kumtafuta. Hiyo siku ilikuwa siku ya Jumanne, siku ya kikundi, unaona no. Japo kwenye tukio sikuwepo, mimi nilipigia simu baada ya kuambia kwamba mume wako huko amepigwa na pikipiki, inapondwa ijia kimbia kabisa huku chini alitoka hapa kwenye kikundi akawa amepandisha sokoni kwenda, sikujua sokoni amefata nini, akaondoka na pikipiki yake. Baadaye na kikundi hapo wakapigiwa simu kwamba huko kosi amepigwa, kuna watu wanamshambulia, ila sisi tumetoka, wamempandisha kwenye pikipiki wamempeleka wapi, hospitalini. Tukasema chanzo tena ni nini? basi nikawa nimetoka mimi hapa nikafuata pikipiki nikaileta nyumbani, ila yeye sikumwona. Ile inavyosemekana kwamba walimpiga wakamuumiza, wamemfunga mpaka na shati wapi kichwani, maana damu zimetapa kazi julikani zinavujia wapi. Hiyo siku sikumwona, nikajaribu kumfuata nsumbantare wa eneo sasa, anayeendesha barozi tatu kama sumbantaa anayewakilisha e kwenye mambo ya ma, kwenye mambo ya maafa ndo msemaji mkuu sasa, tuseme yanapotokea ya maafa. Nikamuulizia na nijibu jeuri, nikasema, nikaachana naye nikarudi nyumbani. Bahati mbaya tena simu aliiacha nyumbani, basi tukakaa baadaye nikawa napigia sa marafiki zake, anasema bado hatujamuona bado hatujamuona. Ndo tukakaa sasa tuasana alama ya kuiza kwamba bado hatujamuona, ameenda wapi? Baada ya hapo, kama siku mbili zikaisha, ndo nikapigiwa simu tena na yeye, sasa mume wangu, kwenye namba ngeni kwamba niko sehemu fulani, njoo, nimejificha niletee simu yangu. Nikamuuliza umejificha, shida ni nini? Hapo nimepigwa na watu wake na Jona aliyewatuma wa kamati ya maafa ya Nzengo, siku hiyo ambayo walimpiga, kesho yake ikapulizwa poromondo kuhamasisha wananchi, huyo huyo nsumbantari akawa wamepiga poromondo, akazungukia maeneo ya barozi tatu, akawakusanya watu kwamba kesho tutakutania sehemu fulani, na tunakutana kwa sababu ya fulani ya mume wangu, sasa huyu Konstantini huyu barozi huyo. Watu wakawa wamehamasika tena, na asubuhi wakawarudiamo kwamba ufike bila kukosa. Ukikosa una faini ya milioni moja au kutengwa kwenye nzengo. Ndivyo wanavyotishiwa watu, wakahamasika wakakusanyika. Baada ya hapo, huyo huyo nsumba ntare wa eneo ambaye ni Tito Shabani, akazidi tena kuwahamasisha inabidi huyu bwana Konstantini huyu balozi wa zamani huyu, tumuhamishe kwenye eneo letu, tumfukuze. Watu wakaanza kuuliza tunamfukuza kwa sababu gani? Kwa sababu amekuwa mtu wa kufanya fujo, anafanya uhalifu, mara anatishia watu maisha. Yeye sasa anayezungumza huyo Tito Shabani mara akilewa anaanza uhalifu kwao, natakiwa tukamfukuze kwake, tuandamane twende wote, inavyosemekana inavyosemekana kwa watu na kwenye kamati hiyo, kwamba ni mtu anafanya fujo, mara anapiga watu ovyo, ambavyo hivyo vitu havifanyi wanafuatiliana wao kwa wao, yani wanamtafuta wao, yeye akija hivi ndo wana, yani wanachukulia fursa. Yani shida haipo kabisa, shida eti kwamba hata asumbue majirani au afanyaje au fujo au kutukana watu, hiyo hali hamna. Kiufupi, maisha anayo yaishi kwa kweli yanasikitisha. ilikuwa ni tarehe si, ni kabla ya sikukuu tulisikia kwamba balozi Kosi amealika mkutano. Tulipoalikwa mkutano kwamba kutakuwa na viongozi wa kutoka juu watakuwepo, lakini sasa tukashangaa kwamba ameitisha mkutano akasema tu tuhuzulie baada ya pale, mimi nilikuwepo nyumbani usiku, lakini sasa mchana alinipitia mama mmoja, akaniambia twende kwenye mkutano hapo wa, wa balozi, tukauangalie huyo Kosi. Baada ya hapo mimi tukawa tumeenda, baada ya kukuta mkutano tukakuta vurugu, viongozi wa eneo hili walikuwa wakigombana naye pia walidai kwamba ameingilia eneo ambalo haja hana mamlaka nalo, hajaomba ile sehemu ya kufanyia mkutano. Wakawa wanamfukuza, wakawa wanamwambia kwamba hana eneo kwenye mtaa huu, kwa hiyo aondoke. Mimi kiupande wangu, mimi kiupande wangu, niliwaambia kwamba mbona sasa mnagombana na mtu mmoja, watu wote mnagombana lakini mimi pale mh, niliacha mzozo. Baadaye nilirejea kurudi nyumbani. Balozi alipigwa sana na viongozi wa eneo hili. Tulivyofuatilia tukaambiwa kwamba alipigwa kwa sababu eti alienda kufanya vurugu kwenye walikuwa wamekaa kikamati ya maafa pamoja na viongozi, sijua kwa anajadili mambo yao, eti aliwakuta, sijua akawafanyia vurugu. Sasa ile vurugu wakaamka wenyewe wakaona wampige. Siku iliyofuata tulialikwa tulipigiwa nani, nani kwamba tu tufanyeje, tufanye kikao na asikosekane mtu mmoja, mtu yoyote, mtu atakayekosa ni faini. Na huu mtaa ukikosa kweli, wanakujadili na wakipitisha la kwao wamepitisha, lakini mimi nilihudhuria kile kikao pamoja na familia yangu. Nilihudhuria kwa kuchelewa, maana hiyo siku ilianzia mvua kunyesha nilipofika nikakuta mada, sikujua kama ni kikao cha nini ila, tuliambiwa tuhuzwe kikao. Nilikuta mada inasema kwamba huyo balozi Kosi aliwavamia pale kwenye kikao akawa amechana nyaraka za sijui za mtaa huu sijui za mambo wanazokuwa wanaandika, ndio maana ilipelekea hadi wampige iruki. Unatakiwa ujiunge uwe pamoja nao. Walijadili um, baadaye viongozi wakatuamuru kwamba mnataka tumfanyeje? Wanadai kwamba mnataka tumufukuze sisi kwenye nzengo yetu, atutoke hatutokee ewe, sio hivyo. Nadhani tukikutana ukweli na kueleza sio hivyo kwamba mkutano <mucho> <sia, okay. mucho> kutengwa sio kwenye simu, nadhani tunaweza ukakutana tu story, sio hivyo lakini yetu tiwa Kutane sasa ili nikueleze bayana e, kutengwa imetengwa kwa maana ya ya sheria zao za zengo namna alivyo wakosea, lakini uongozi wa kiserikali haujahusika. Kuna sheria za za nini za kizengo, sio za kiserikali. i Yani, sisi hatujafukuza mtu. Kama mwenyekiti wa kitongoji sijafukuza mtu na wala sijahusika kwenye matukio yake.